Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa anaonya matapeli anaosema wanashirikiana na maafisa wa serikali kwa tapeli wa pwani ardhi. Waziri Murkomen akisema kuwa vifo sitini na mbili vilivyotokana na mizozo ya ardhi vimeripotiwa haswa miongoni mwa wakongwe katika maeneo ya Kilifi. Seth Olale anaarifu kutoka huko Kilifi ambako waziri Murkomen ameongoza mikutano ya usalama. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa siku nyingine aliendelea na ziara yake eneo la pwani, mara hii akizuru kaunti ya Kilifi. Hapa waziri Murkomen akiwaona matapeli wa ardhi anaosema wanajumuisha wenzao wa idara ya mahakama, ardhi na hata usalama. Maafisa wa usalama wakikosolewa kwa kukosa kutekeleza amri ya mahakama kuhusu usimamizi wa ardhi. Jumla ya wakongwe sitini na wawili wameuawa na wanao au hata jamii zao kutokana na utata wa urithi wa ardhi hiyo. Genge ya kuja kuvamia, kama vile rafiki yangu aliniambia siku hiyo. Inalete uchungu sana. Wito ukitolewa kwa wanunuzi wa ardhi katika kaunti ya Kilifi kutumia njia mwafaka ili kuridhi ardhi. Katika ziara yake pwani hii leo, Waziri Murkomen alizuru eneo la kusajilisha stakabadhi muhimu kama vitambulisho kupitia mtandao kabla ya kujumuika na wakazi kwenye kikao maalum cha jukwaa la usalama mjini Kilifi. Wakazi wa kaunti ya Kilifi wanasema kwamba usalama ni sharti uimarishwe ili kuboresha uchumi unaotokana hasa na utalii. Seth Olale, Runinga ya Citizen katika kaunti ya Kilifi.